kupitia maeneo ambayo tumewapa notisi na ambao tulikuwa tumewarejeshea tume tumewaambia watoe vitu vyao wakarejesha kwa hiyo jana tena tumewarejesha tume tumebidi tume, tuwachukule tume hatua ya kuvirejesha na vingine kuvichukua na leo tunaendelea hapa tulipo hapa ni Mbweni matrekta aa tuliwapa notisi ya siku saba leo ni siku ya tisa na bado wamekaidi kwa hiyo tuna sasa hivi tuko kwenye kwenye zoezi la kuvunja tuko wananchi, ili sio sio nguvu ya soda, kama nilivyowaambia, tulisema mwanzo tumetoa elimu elimu imesha imeshawatosha, lakini wanahisi kwamba tunafanya masihara. Kwa hiyo zoezi ni endelevu mpaka watu watakapoelewa kwamba kumbe nini kinachotakiwa kwenye maeneo na hifadhi ya barabara. Kwa hiyo kuna maeneo mengi tunakuja eneo la Jumbi ningeomba pale karibu na, na soko la Jumbi pale aondoe kabisa vitu vyao, tumeshapaona umesha pavamia na, ma, kuna vibanda na wakati soko liko karibu na maeneo mengine. Kwa hiyo ni zoezi la nchi nzima, tunaanza na Unguja, lakini sasa hivi tuko katika maeneo haya mjini kwenda Chukwani baba ya kwenda airport na nyinginezo. Kwa hiyo hili zoezi, wananchi tujue kwamba hatutanii, tuko kwenye ukweli kwa sababu barabara zetu zimegharimu pesa nyingi, lakini ujenzi umekuwa holela. Kuna njia za kwenda kwa miguu wakati mwingine hazitumiki ipata ipasavu kama zilivyokusudiwa, lakini na uharibifu uchafuzi mwingi. Lakini maeneo haya, kwanza ni maeneo ambayo wanapita wageni wetu wa kimataifa, na nini inaonekana kama hatukokea maanake, watu wa barabara wakala wa barabara kama tufanye kazi zetu na manisipa. So, tumeamua sasa tufanye kazi na manisipa hapa so, zote zinazohusika. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote mliovamia katika maeneo ya hifadhi ya barabara, sio vibanda tu, hata hata nyumba. Tukikuta mtu anajenga tunaondoa. Tushirikiane. E, ni, ni vizuri tukatii sheria bila shurti. Nataka na sana sisi, si kwamba tunaonea ni, ni, ni sheria hii, lakini kwa sababu siku nyingi haijafanywa zoezi, watu wanaona kama wanaonea. Nafikiri watazoea watatishu watati, watati mamri ya, ya hii sheria. Asanteni sana. Zoezi linaendelea kila siku, hili zoezi ni mwaka mzima mfululizo. Tunaanza tunarudia hata mara kumi kumi, mpaka tujue kwamba watu wameshaelewa. Watu wataelewa tu, wengine wanaelewa na wanatupongeza. wasioelewa wanahisi kwamba tuna, tuna, tunaonea, atumwonee mtu, lakini wanaoelewa na wao wataelewa. Kama ni theory nadharia, tumeshaitoa sana, sasa ni vitendo. Nafikiri kwa vitendo watu ndio wanafahamu zaidi kuliko nadharia. Kwa hiyo zoezi hili ni letu, lakini na wananchi wote walo, walo haribu maeneo yale wasithubutu waanze kujipanga kutoa vitu vyao ndani ya mita 15, lakini sasa hivi eneo tunaliongeza kwa mita 25. Tunaitengeleza sheria ya mita 25, si kwamba leo mtu kwamba waliojenga ndani ya mita, nje ya mita 15 tutawavunjia. Hapana, utafanyika utaratibu wa kuwalipa taratibu, lakini sheria itakapopitishwa amendment, itabidi sasa kama atajenga atakuwa ameshaharibu. Na wakati umeshapata injury ni vizuri ukaji, ukaji nini kabisa ka ukaacha mita 25 ongeza na zako tatu, basi unapata ile parking. Miaka tunao kuja inakuja hatujui, kwa sababu hiyo parking hataruhusiwa magari kulala. Wakati mwingine hilo eneo tunazungumza halitaruhusiwa kufanyia shughuli chochote, na wewe nyumba yako unataka kupaki gari unakuwa unashindwa. Watu jiongeze zaidi, kwanza nikumvunjia tena na kumpeleka mahakamani ili sasa hatua zingine, sisa tu utapenda fine, ungependa afungwe kwa, kwa, kwa, kwa sababu itabidi kwanza katulize akapunguze akatulie, kama miezi mitano sita, akirudi hana tena lile wazo la kunini. Naamini wananchi wanaelewa, lakini wananchi wanabonyeza, nafahamu kabisa wananchi wanafahamu kila kitu. Umeona kama tumeweka x lakini wamekaa kimya, alielewa kidogo, ametoa kwa sababu anabonyeza kwamba ah, waji hao na kweli, kama tungekaa wiki moja mbili zaidi wange ya, ya kawaida. Sisi hatuna cha kawaida, kwa hiyo akirudia mara mbili tunavunja, tunamchukua, sasa tunampeleka mahakamani kwenda kumshtaki kitu ambao ni kibaya kwa mtu kufungwa. Tutii sheria tu, tusivamie maeneo. Basi sisi eneo letu tu basi, hatuna kingine eneo na utunzaji wa barabara hizi hapo tutakuwa na lugha moja. Mambo ya kujenga huku hatuhusu sisi, ataungana na ataka, atakwenda sehemu zinazohusika zitampa, lakini wanaopa vibali lazima na sisi watuone, lazima tuwe kitu kimoja. Ningeshauri hata zeko sasa wasitoe huduma kwenye vibanda. Wakitoa huduma, kwa mfano hapa kuna umeme, wameshatia umeme, kuna luku kila kitu, maana wamehalalishiwa eneo ambalo sio sio sio rasmi. Nawaomba hasa na kuwashauri ZEKO wenzetu wasitoe huduma kwenye vibanda vya holela hivi, unless otherwise waje approve kwanza hili eneo liko sawa, kwa sababu hapa resource tayari tumeshaharibu, kuna mita hapo na nini, kwa hata bajeti yao hapo tumeshaipunguza sasa hivi kipato chao, kwa sababu hatafanya tena biashara hiyo. Kwa hiyo waweke maeneo ambayo kuwa rasmi sio tu kwa sawa nataka umeme na yuko kwenye wrong location hapana. Taasisi tusaidiane za serikali pia. Maana sisi na sisi tunachangia kumpa huduma, maana yake wewe umempa uhalali.